Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa tahadhari la kuongezeka kwa machafuko katika wilaya ya Walikale katika jimbo la Kivu Kaskazini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Benjamin Kasembe na mengi zaidi. Katika tangazo lake, shirika hilo lisilo la kiserikali la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa tahadhari kuhusiana na hatari inayotokana na uhaba wa dawa muhimu katika hospitali kuu ya Walikale ikiwa mapigano yataendelea katika eneo hilo. Tangu kuanza kwa mapigano kati ya kundi la wapiganaji wa M23 AFC na jeshi la Kongo linaloungwa mkono na vijana wa Zalendo, karibu asilimia themanini ya watu wameuhama mji huo huku wengine zaidi ya mia saba wakiwa wamepatiwa hifadhi kwenye hospitali kuu ya Walikale ambayo inakabiliwa na uhaba wa vifaa muhimu kwa ajili ya wagonjwa. Imen Ben Otman, mratibu wa shughuli za MSF wilayani humo anaeleza, kwa kusikia milio ya silaha nzito, wakazi zaidi ya mia saba walikimbilia katika hospitali hii ya Walikale, jambo ambalo linasababisha uhitaji mwingi wa vifaa na hata dawa kwa ajili ya wagonjwa. Wiki mbili zilizopita mabomu yalilenga hospitali hii na kuathiri vibaya majengo yetu. Pia baadhi ya magari yaliharibiwa. Shirika hilo hata hivyo, limetoa wito wa kuimarishwa kwa usalama ili kuwezesha utoaji wa huduma za afya kwa wanaohitaji, huku likihamasisha jamii na wadau wa kimataifa kuchukua hatua za haraka, ameeleza Ben Othman kwenye ripoti hiyo. Majengo yanayotoa huduma za afya katika eneo hilo lenye utajiri yameathirika pakubwa kutokana na vita hivyo vinavyoendelea kusambaa na hivyo kuhatarisha maisha ya wananchi wanaohitaji huduma za msingi, imeeleza ripoti hiyo. Mamlaka Gwel ni mwanaharakati na mtetezi wa haki za binadamu mashariki mwa Kongo. Hakuna uongozi vizuri ambayo inayojulikana ya wazalendo inakuwa vikundi mbalimbali mbali, hasa mapigano uh, kati ya Faradisi ya 23 hata pia wazalendo inakuwa ni mapigano ambayo inakosesha watu kuweza kupata matibabu. Uh, kwetu sisi tunaomba m ishirini na tatu Faradisi hata wazalendo waweze kusikilizana, waongee na waache ku pigana kwa silaha. Hatuna haja ya, ya vita. Sisi kama raia tunaomba amani, na ndio kitu ambacho tunaomba. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF pamoja na mashirika mengine ya kiutu yamekumbwa na changamoto kubwa, ikiwa ni pamoja na kushindwa kuwafikishia misaada maelfu wa raia wanaohangaika kutokana na vita katika wilaya Walikale iliyo umbali wa kilometa 235 kutoka tano kutoka Goma.